tu Kayole Starlets walitawazwa mabingwa wa ligi kuu ya daraja la pili ya wanawake baada ya kuwaadhibu Madira Soccer Assassins 3 kwa moja kwenye fainali za mchujo katika uwanja wa maonyesho ya Nakuru ASK. Ligi hii ilikuwa ngumu kwani iligawanywa katika makundi A na B na washindi walikutana katika fainali. Kumbuka, season ikianza we prayed much about kurudi kwa Premier League legue an kucheza hii playoffs. But play imekamu ni kama zone B imekuwa very competitive. Ukiangalia Gideon ya Falcons, hizo timu zote za zone B zimekuwa too hard to for us. Ah, season yetu ilikuwa ngumu kidogo but uh, kitu imetusaidia ni that tulianza season mapema ale tuwatusaidie na tulianza the season mapema sana. So I think pia imechangia, na preparation ya mapema imechangia sana.